Jina naitwa Babylon Anderson Mwakyambile au rugano. Um, nilipata wakati tunaanza ujenzi wa ofisi ya kata ya chama kata Itunge, wananchi walikuwa wameniomba nishiriki katika ujenzi wa ofisi. Namshukuru Mungu nimeshiriki toka msingi tukajenga boma tukamaliza. Um, mimi nikawapa assignment ya wao wakishapaua kench mimi nitaleta bati. Kwa leo ilikuwa ni jukumu la mimi kuja kukabidhi bati ambayo tulikuwa imeshatoa ni ahadi, wakati tunaanza ujenzi wa ofisi ya kata. Leo tumekamilisha kukamilisha ahadi, maana ahadi ni deni, kwa baada ya kutoa ahadi nimekamilisha kukabili ahadi yetu ya bati ya arobaini kwa ajili ya kuwezeka ofisi yetu ya kata. Nilikuwa naungana na ndugu zangu wa kata ya Itunge, pengine tumeona uh, bati ziko pale kama jinsi ambavyo umekaa bisa, pengine unaweza kutukumbusha au kutuambia zina thamani ya shilingi ngapi? na bati hizi, thamani ya bati ni ina thamani ya shilingi laki nane na thamani ya bati, lakini pia nimetoa na pesa kwa ajili ya fundi tikijenga shilingi laki mbili. Kwa ujumla ina thamani ya shilingi milioni moja. Ndio thamani neno lako sasa kwa wanachama wa achama, Chama cha Mapinduzi CCM ndani ya kata ya Tunge? Neno langu kwa wanachama wa CCM kata ya Tunge, tushikamane, tuungane, tupiganie chama, tusipiganie mambo ya kwetu binafsi. Mambo ya chama mbele, tushikamane wote kwa kuhakikisha tunapata kura za kishindo za Dr. Samia Suluhu Hassan raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ifikapo Oktoba mwaka huu. Lakini pia kura za mbunge zipatikanike za kutosha na kura za diwani kata Itunge zipatikanike za kutosha na Kyela kwa ujumla, tukapata kura nyingi, nyingi, nyingi kwa chama. Ai, kuna kauli tulizungumza kwamba kaba uh, itatokea bado haijakamilika ofisi kwamba utaendelea kusapoti kata Itunge hasa kwenye ujenzi wa ofisi ya chama ingine hili liweke sawa. Nitaendelea kusupport ofisi ya chama lakini, mwambia ni kipindi cha uchaguzi uh, ndani ya chama karibu nakaribia kwa nitasimama kusapoti um, tunasubiri kwanza ii kipindi cha mpito kipite, baada ya chaguzi zikishaisha nitaendelea kusapoti chama changu, sio kata Itunge peke yake, na kata zingine nitaendelea kusapoti kwa kuhakikisha tunakisimisha chama Chama cha Mapinduzi ni chama, chama kikubwa sana. Tunataka tuhakikishe angalau ndani ya wilaya yetu ya Kyela, mimi nikiwa mwekezaji ndani ya wilaya ya Kyela, natamani angalau kila kata iwe na ofisi yake ya chama angalau standard, ili viongozi wetu wa kata waweze kufanya kazi katika mazingira yaliyo mazuri kwa ajili ya ustawi mzima wa chama chetu. Tukushukuru sana, asante sana. Leo hii tunashiriki hafla ndogo hii yenye historia, ndugu zangu wanachama niungane na mheshimiwa diwani viti maalum Bablo, hapa ni nyumbani, na leo nawaona hawa ni wazee wako, hawa ni wanachama kutokea nyumbani kwenu wanaokuombea usiku na mchana. Tembea kifua mbele e, na Mungu akubariki. Umetupa heshima Kyela Sio Itunge, umetupa heshima kata yetu. Hatuna ofisi ya chama kama alivyosema kaimu katibu, ndio tunahangaika, lakini mkono wako tumeuona. Amina. Amina. Tumeuona mkono wako, masikio yetu yamesikia, macho yetu yameona na Mungu akubariki. Lakini jambo la pili, ndugu zangu wanaitunge nasema huyo ametupa heshima. Mimi bwana naogea sabuni yako, anatengeneza sabuni nzuri sana. Sasa sisi tukiwa huko tunasema huyu ni mwenyeji wa Itunge amekuja kuwekeza nyumbani <laughs> angesema nikajenge kiwanda sijui wapi Moshi wapi, lakini amesema nyumbani kwanza. Amina, amina. Amina. ko kwa lazima tukushukuru sisi kama wazazi wako Waitunge, na Mungu akubariki na ataendelea kukubariki kiwanda chetu kita, kitaendelea kukua amina, na utazalisha matirio ya kutosha, kwa sababu uko nyumbani, matirio ya yapo ya kutosha, bidhaa utapata kwa wingi, na sisi tutakuombea soko uweze kupata, kwa sababu kilo nachokipata wazazi wako tuna faidi leo, tuna faidi jengo la CCM. Amina, Mungu akubariki sana